Dar es Salaam Jumanne hii kumefanyika kongamano muhimu tu kwa maslahi mapana ya maendeleo ya Tanzania. Hili ni kongamano ambalo limewakutanisha wadau mbalimbali wakiwa wanaijadili sera muhimu ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa maana ya PPP. Na tukio hili limefanyika kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa maana ya taasisi ya REDET. Hawa ni wasomi ambao wanafanya tafiti mbalimbali na wamelifanya hili wakiwa wameshirikiana na kituo chenyewe cha ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa maana ya PPPC. Sasa katika kongamano lile tumeona wadau wadau wameibua maoni mbalimbali wakiangalia sekta yenyewe kwa maana ya sera, utekelezaji wake, changamoto zilizopo na hata mafanikio yaliyopo. Na hilo ndio ambalo tunafanya tumwalike mwenyewe kutoka kwenye jiko lenyewe la PPP, kwa maana huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi PPBC, David Kafulila. Kafulila karibu sana. Na tunafurahi kuungana naye katika matangazo haya. Nafurahi pia. Pengine kwa kuanzia na kwa faida ya mtazamaji anayetufuatilia kwenye kipindi hiki mm. kwa nini ni muhimu kwa nchi kama ya Tanzania kuwa na sera ya PPP? Uh, ni muhimu kwa nchi kama ya Tanzania na kama ilivyo muhimu katika nchi zote duniani mm, kuwa na e, utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia e, utaratibu wa ubia. Utaratibu huu wa ubia ni utaratibu ambao e, sekta binafsi ina, ina, inaalikwa au inashirikishwa na serikali kutekeleza baadhi ya miradi ambayo kimsingi ni jukumu la serikali kuitekeleza. Tunazungumza kwamba ni jukumu la serikali kujenga barabara, lakini ikijengwa barabara ya kulipia hiyo e, barabara tayari e, inakuwa ni barabara ya imejengwa kwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo wananchi wanapata huduma kwa maana ya huduma barabara, lakini wakati huo huo huyu mwekezaji anapata e, malipo kwa maana ya watumiaji wa huduma. Kwa hiyo e, ni jukumu la serikali kujenga hostel kwa wanafunzi lakini eh, kama serikali ina eneo lake na ikakaribisha mwekezaji kwa ajili ya kujenga hostel kwa utaratibu ambao umekubaliana, ikiwemo utaratibu wa, iki wa, wa kiasi gani kilipwe hmm. hiyo tayari ni, ni, ni, ni ubia. Kwa ubia unaweza ukafanyika katika sekta mbalimbali mbali: sekta ya elimu, sekta ya maji, sekta ya, ya miundombinu Uchukuzi, ni wajibu wa mfano wa serikali kujenga kiwanja cha ndege au bandari, lakini serikali ikialika sekta binafsi kujenga sehemu ya bandari na kuiendesha, hiyo tayari ni ubia. Vivyo hivyo, serikali ikialika sekta binafsi kujenga uwanja wa ndege au kufanya upanuzi wa uwanja wa ndege na ikaendesha sehemu hiyo, huo tayari ni, ni ubia, ubia, msingi wa ubia ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba serikali inavuta mtaji wa sekta binafsi kutekeleza majukumu ambayo ingehitajiwa kuyatekeleza kwa kutumia kodi, tozo pamoja na mikopo mm -hmm. Kwa hiyo e, kwa sababu mahitaji ya binadamu ni makubwa kuliko uwezo wa mikopo, kodi na hizo tozo kuyatekeleza, ndio maana dunia yote inatazama ina, ina swala zima la, la, la ubia mm -hmm. Kwa sasa ili kuweza kutekeleza kwa ufanisi inabidi kuwepo na sera, na nasema dunia kwa sababu e, Than, uh, hali ya sasa ya dunia ambayo inaonekana leo kwamba eh, serikali zote duniani eh, deni lao la serikali limezidi kuwa kubwa eh, ukiangalia serikali zote duniani kwa wastani, uwiano kati ya deni na uchumi ni asilimia zaidi ya tisini. Kwa hiyo deni la serikali zote duniani kwa uchumi ni zaidi asilimia ya asilimia tisini, wakati katika Afrika uwiano wa deni kwenye uchumi ni zaidi ya asilimia sitini na saba kwa tanzania ni asilimia arobaini na saba tanzania asilimia arobaini na saba kenya asilimia sabini rwanda asilimia sabini na moja uganda asilimia hamsini na nne ukienda kule ghana asilimia tisini malawi asilimia themanini na nne ukienda huko msumbiji ni asilimia tisini na sita kwa hiyo hii inakupa picha ya kwamba e, serikali nyingi duniani zinakabiliwa na ukubwa wa mahitaji ya kutekeleza miradi Uh, na kwa sababu kodi haitoshi kuyafanya hayo yote, kwa hiyo mikopo imekuwa ikiongezeka zaidi kwa ajili ya kukidhi eh, hayo mahitaji. Na hiyo hmm. inatokana na uhalisia wa dunia kwamba tupo kwenye ulimwengu mmoja na ni ulimwengu wa taarifa information age. Kwa hiyo kwenye ulimwengu ambao ni wa information age, eh, watu wanataka waishi maisha yanayokaribiana wa kati ya Paris na Dar es Salaam kwa hiyo e, e, kati ya Kigoma na Dar es Salaam. mm -hmm. Katika, katika muktadha huo e, mahitaji ya wananchi kwa serikali yao mm -hmm. kuhusu kiwango cha maendeleo wanachokihitaji yanazidi kuwa makubwa. Ni katika muktadha huo sasa mm -hmm. serikali zote duniani zinatazama utaratibu wa e, njia mbadala za kutekeleza miradi ya maendeleo kama njia ya, kupungu, ya kufanya serikali iwe na uwezo huo. Kwa hii ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili ni technology kwamba sekta binafsi imefanya vizuri kwenye technology kuliko sekta ya umma, na hiyo sio Tanzania ila ni uzoefu wa dunia nzima, lakini mm -hmm. vilevile ni swala zima la ufanisi wa kimanagement kwamba sekta binafsi imefika mbali shari katika mambo ya manajementi ya uendeshaji wa, wa, wa, wa taasisi au mashirika yake au, au kampuni zake kuliko kuliko e, sekta ya umma kwa maana serikali. Huo, huo ndio msingi wa, ku, wa, ku, wa kutaka sela, lakini huo ndio msingi wa kutaka maswala haya ya, ya ubia. Kwa sela inavyowekwa pale inatungiwa sheria, kama sasa hivi tuna sheria namba mmoja na tatu, lakini hii ni sheria ya mwaka elfu mbili na kumi, mwaka mmoja baada ya sela elfu mbili na tisa, lakini na sera hiyo au sheria hiyo tulifanyia marekebisho elfu mbili kumi na nne elfu mbili kumi na nane na marekebisho ya mwisho ambayo tumefanya mwaka juzi ni elfu mbili na ishirini na tatu mimi nikiwa kamishna wa ubia ndani ya wizara ya fedha, kabla ya kituo hiki akijaanza ambacho kimeanza mwaka jana. Kwao unapokuwa na sera pamoja na sheria, inasaidia kupunguza mapungufu ya, ki, ya, ki, ya kimfumo na kimuundo na ya kibinadamu mm. kwenye kutengeneza mikataba me, me, mm -hmm. hii ya, ya, ya ubia yeah, na okay, ndio yeah. Msingi wa kuwepo kwa kituo cha ubia mm -hmm. Kituo cha ubia kazi yake kubwa eh, kwa kweli ni kufanya eh, scrutinization ya eh, eh, ni kuchakata yale mapendekezo ya, ya, ya, ya, ya miradi husika. Kwa mfano eh, TANROADS wanataka kufanya mradi wa barabara, kwa hiyo eh, kazi ya kituo ni ku, kazi ya kituo cha ubia PP center ni kuhakikisha kwamba mradi ule husika unachambuliwa ili kuhakikisha kwamba unakidhi vigezo vya pande mbili kufaidika, mwekezaji afaidike na serikali ifaidike, ni win win. Mradi ule lazima uwe na value for money, uwe na thamani mm -hmm. ya fedha yeah. na katika hilo sasa ndipo pale panapokuja kitu kinaitwa mradi unavyotakiwa kutekelezwa kwa ubia. Kabla hatujakubaliana kwamba ufanye kwa ubia au la, lazima ufanyiwe kazi, fani ya kitaalam inaitwa public sector comparator analysis. Kwa mnapofanya public, mnapofanya public sector, sector comparator analysis, tafsiri yake ni kwamba mnapima kama hivi huu mradi ambao tunataka ufanye kwa ubia ukifanywa kwa kodi na mikopo, kwa mfano, unaweza ukawa nafuu pengine kuliko kwa ubia sasa ule unafuu una mawanda makubwa, lakini hiyo dhana ya kufanya public sector complete analysis mm. Msingi wake ni kuhakikisha kwamba e, serikali inapoamua kufanya mradi fulani kwa utaratibu wa ubia basi inakuwa imejiridhisha, na ni kazi hiyo kuangalia tija, tija kwa kulinganisha kwamba e, mradi huu ungefanywa kwa mkopo mm -hmm. namba na zake zingeenda hivi mpaka mwisho, i ukifanywa kwa mtaji kutoka sekta binafsi namba zake zinakwenda hivi mpaka mwisho. Kwa hiyo hii naisema, nimesema kwa msisitizo, kwa sababu e, ni mambo ya kiufundi mm -hmm. ambayo wakati mnazungumza pengine na wanazuoni na, na, na <laughs> hey. Au watu wengine walioko nje ambao hawajui jinsi ambavyo eh, miradi inavyochakatwa wanaweza wakahisi kwamba ni mambo ambayo hayazingatiwi, lakini kimsingi hayo ni mambo ambayo yanazingatiwa, ya, ya, ya, ya kwamba kwa kuna public sector comparator hmm, analysis ambayo inapima e, e, mradi huu kama una value for money hmm, lakini vilevile mradi huu kama una ungefanywa kwa utaratibu mwingine, kipi ambacho kingekuwa nafuu zaidi ukiinganisha mm -hmm. na hiyo uh. Kwa, kwa, kwa maelezo haya ya utangulizi, Kafuli ametueleza vizuri tu kwa upana na namna ambavyo dhana hii inafanya kazi mm -hmm. Pengine inawezekana kuna anayetufuatilia hapa nataka kujua, uh, kwa historia na PPP na kitu ambacho nakisimamia, tuna miradi ya mfano ambayo unaweza ukasema huu mtanzania inabidi ajue kwamba hapa PPP imefanikiwa na imefanyika katika kile kiwango ambacho kinatakiwa, kama ambavyo inakusudiwa kulingana na taratibu ambazo zimewekwa, kama ambavyo walikuwa wanatujulisha hata miradi miwili. Yeah, miradi ya PPP ni miradi ambayo inafanywa kwenye sekta tofauti tofauti mm -hmm. na ni miradi ambayo imefanywa kwa muda mrefu sasa. Pengine wakati mwingine wanakuwa hawafahamu wananchi kama hii ni PPP mm -hmm. au hii sio sio PPP eh. Nikianza na mifano midogo tu, ukienda kwenye halmashauri zetu huko mikoani wanajenga masoko kwa utaratibu wa ubia, lakini hawajui kama pengine wanachokifanya ni ubia. Wanajenga, wanamwambia sekta binafsi njoo ujenge frem za kuzunguka soko, alafu wewe utakuwa unakusanya asilimia hamsini, asilimia sabini kwa miaka kadhaa ya mwanzo, halmashauri inapata asilimia thelathini. Alafu baada ya muda e, tunabadilisha fomula, halmashauri itakuwa inapata asilimia sabini, unapata asilimia thelathini na baada ya muda hii yote inakuwa mali ya, ya, ya mm. Serikali kashare, yeah. Sasa ni vitu ambavyo vinafanywa katika utaratibu wa kawaida kabisa kwenye halmashauri. Mimi nilikuwa katibu tawala mkoa wa Songwe mm. kule Mbozi wanafanya sana, ukienda kule Bariadi mkoa mkoa wanafanya sana. Sasa hii ni mifano ya kawaida ambayo badala wa, ya wao kusubiria serikali ilete fedha ya kujenga lile soko wanajikuta wazawa watu tu kawaida pale katika maeneo yale yale, wala sio pesa kutoka nje mm. E, haijaitwa na mchina wala mzungu wala muhindi kutoka nje, wao wenyewe tu pale wamefanya na wamejikuta wamefanya mradi mkubwa ambao kama wangesubiri serikali ilete fedha mm. pengine ingechukua muda mrefu. Huu ni mfano mdogo wa, ambao upo nchi nzima, lakini kuna mifano mikubwa kama mikataba kama ya Songas mkataba, mkataba wa kusafirisha gesi bomba la Songas, ile ni mkataba wa ubia ambao tulifanya kwa muda kwa muda mrefu, na ulikuwa na matokeo makubwa tu katika sekta hiyo ya ya nishati. Lakini vile vile mikataba hii ambayo inatengenezwa ya kuzalisha umeme ni mikataba ambayo ni ya ubia, kwa maana ya kwamba Tanesco wanaingia mkataba pamoja na kampuni binafsi kwa ajili ya kujenga miundombinu hiyo ya kusafirisha ya, ya kuzalisha umeme na Tanesco inanunua. Lakini pia ukienda okay, National Housing wanafanya miradi mingi kwa utaratibu huo wa ubia, kwa maana ya kuna eneo ambalo mwekezaji anajenga kwa makubaliano ya kwamba, eh, makusanyo ya pale atachukua kiasi hiki kwa muda fulani mpaka muda fulani, basi jengo linakuwa mali ya shirika la nyumba. mm -hmm. Lakini pia hata taasisi e, za kawaida e, taasisi zingine zinafanya miradi hii, kwa mfano ikienda pale DLC Kariakoo walikuwa na jengo zamani ambalo makusanyo yao haya, hayafiki hata milioni 5 kwa mwaka, wakaona limechoka, wakaribisha mwekezaji kampuni ya Tosh amejenga jengo e, lina frame zaidi ya 900 na watakuwa wanalipwa dola watakuwa wanalipwa shilingi e, bilioni 2.5 kila mwaka, wakati wa limeanza kufanya kazi ni hapo Kariakoo tu pale mm lakini kabla, wakati wa ujenzi wa umda wa miaka miwili, wanalipwa bilioni moja kila, kila mwaka. Lakini kuna Ubungo complex kuna, kuna, kuna East Africa Logistics Center hapo Ubungo, kituo cha wafanyabiashara kile, eh, ni ubia hmm. uh, serikali zimewekwa pale kwa taarifa yao pale ni takriban bilioni mia tatu kujenga yote ile eh, eh, miundombinu yote ile na, na, na kuhakikisha kwamba hmm. eh, mwekezaji yule atarudisha fedha yake kwa watu watakokuwa wakitumia hiyo e, facility pale kwa e, hivi ndivyo ubia unavyofanya kazi. Kazi sasa yeah. Tume, kuna, kuna, kuna, kuna uzoefu mkubwa ambao umetumika ume, ume kufanya hii miradi ya ubia katika sekta tofauti tofauti, lakini sasa tunavyozungumza kwenda mbele zaidi mm. Tuwazungumza miradi hii kufanywa katika ukubwa zaidi ya, ya sasa ili kuhakikisha kwamba tunafikia hayo malengo makubwa ambayo yanatazamwa katika hiyo dira ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini kama livyozungumza pale, tutakuja kwenye hilo fila. Tumeona kwenye kongamano, wadau ambao mmewaalika, miongoni mwa vitu ambavyo wanavitaja, wanaona kwamba ni changamoto na wanataka tufike huko, nakusema, wamezungumzia dhana ya utawala bora, lakini pia upatikanaji wa baadhi ya taarifa ama takwimu ambazo wanakuwa wanazihitaji, mnasema nini? Ya kwanza ni kweli ni, ni kwamba kwa dhana ya utawala bora ina, inasaidia kuepuka vitendo vya rushwa katika mikataba ya muda mrefu. Ni dhana ambayo ni muhimu sana kuzingatiwa, sio tu katika mikataba ya ubia, lakini katika mikataba yote, yote huwa eh, um, nawauliza watu hivi, wewe eh, kama wewe ni landlord nikikupa pesa trilioni moja kwa ajili ya ujenge barabara utafute mkandarasi ajenge barabara dio, ku Dar es Salaam hapa na au nikikwambia tafuta mwekezaji ajenge barabara kulipia, wapi kuna nafasi kubwa kuchukua rushwa? Nikikupa hela tafute mkandarasi hmm, au nikikwambia tafuta mwekezaji ajenge <laughs> na hiyo barabara hiyo ya kulipia <laughs> tafute mkandarasi kwa sasa, lakini imekuwa na dhana inayofikirika kwamba pengine mikataba ya ubia hmm, ndio ina nafasi kubwa ya rushwa tunasahau kwamba e, nafasi kubwa ya rushwa ni kama mamlaka hii imepewa pesa itafute mkandarasi. Huu ni uzoefu wa, wa, wa, wa kawaida kabisa, ambao mtu yoyote anaweza akaona mantiki hiyo kwamba e, unavyopewa wewe mamlaka ya serikali fedha utafute mtu wa kuzitumia, ina nafasi zaidi ya rushwa kuliko unavyopewa kazi ya wewe utafute mwekezaji aweke hela yake pale mm, na aanze ku, kuwekeza na baadaye kwamba atarudisha fedha yake. Kwa kwa, kwa kwa huduma anayoitoa pale. Kwa hiyo nilitaka tu hili likae sawa kwenye kwenye vichwa vya, vya, vya, vya, vya Watanzania walio, walio wengi kwamba eh, changamoto ya rushwa ni changamoto ambayo ipo katika pande zote, iwe ni mnajenga kwa utaratibu wa kawaida au mnajenga kwa utaratibu wa ubia eh, lakini jinsi ya kuiadresi ni zile zile good governance utawala bora mm-hmm. Ndio jinsi ya kuitatua ya ku, ya ku, ya ku, ya ku na kwa hiyo hatuzungumzi tu rushwa kwenye mikataba ya muda mrefu ya ubia, kwa sababu ni kitu kile kile kinaweza kikajitokeza mkijenga kwa utaratibu huo wa, wa, wa, wa, wa, wa kawaida. Kwa hiyo mekanism au mfumo mzima wa kuadresi ni hivyo, na lakini pia e, wamezungumza kuhusiana na kwamba inahitajika ina, ina, ina uwazi uwazi. hmm. Ndio huo e, baada ya kituo kuanzishwa kwa mfano tume, ni kweli kwamba pamepata kuwepo changamoto za uwazi, lakini changamoto hizo ndo zinatatuliwa hivyo na ndivyo ambavyo unavyoona kwa mfano kuna kituo cha ubia tunazungumza e, mara kwa mara kuhusu e, maswala haya tunavyoyazungumza maswala haya na kutoa taarifa hizi e, tafsiri yake ndio huo uwazi sasa, kwa maana umma unashiriki kujua kinachoendelea kwa katika picha hiyo, umma unapata sasa pa kuanzia, kwa sababu kama hauna taarifa hata ya, ya, ya, ya, hauna clue pa kuanzia, hauwezi hata ukahoji. Nimewapa mfano e, kituo cha ubia kimekwenda e, chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwita wanazuoni wajadili kwa uhuru kabisa. Sisi tumezungumza na wana, wao wana, wanazungumza wana, wana, wana ni lini uliona hiyo attempt ya kufika pale chuo kikuu cha Dar es Salaam? E, wasomi wazungumzen. E, e, yeah, kwa hiyo unaweza ukaona utayari wa serikali kuzungumza na umma na hususani na na hawa wanazuoni ambao wana maarifa mengi, ili kusudi waweze kutusikiliza na sisi tuwasikilize, na mwisho wa siku tujenge ufahamu ambao unakaribiana. Wao wana, ni wasomi pamoja na wana kadhaa, kuna research kadhaa na hizi research zina, zina, zina mapendekezo kadha wa kadha, lakini pia e, serikalini pia kuna wasomi ambao sasa tunafanya research tunatekeleza na tunaiona ground ina, inasema nini. Kwa mkikaa pamoja mkikaa pamoja, kwa kukaa pamoja inasaidia sana kujenga eh, eh, ku advance kwenda mbele zaidi kwa sababu mnabadilishana taarifa na kwa hiyo inaboresha jinsi mm. ya kufikiri kwa, kwa maana katika yeah. mtiriko huu wa kukutana wadau kama hivi mekutana na wasome ambao wanafanya tafiti mbalimbali na kuja na mapendekezo, bila shaka kundi la wawekezaji na pia mtalipatia nafasi ya kukaa nao. Pia tunakutana nao kila siku, wawekezaji tunakutana nao kila siku. Kituo cha ubia kinakutana na wawekezaji kila siku ya Alhamisi na, na Ijumaa kwa ajili ya kupokea mapendekezo amini, kwa ajili ya kuwasikiliza. mm -hmm. Eh, sio round table, naifahamu. mm -hmm. eh, tunakutana nayo mara, mara, mara kadhaa tunakutana nayo eh, hawa kuna hii forum ya eh, wanajiita 200 CEOs mm -hmm. eh, tunakutana nao na eh, kila mwaka tunakutana nao na kubadilishana taarifa. Kwa hiyo eh, mijadala ni sehemu ya kazi ya kituo mm -hmm. cha ubia, kwa sababu ma, maswala haya yanahitaji e, unapo unapohitaji wawekezaji wafanye maamuzi, lazima ukutane nao ili kusudi waelewe vizuri hicho ambacho unataka wakifanye na wakuelewe vizuri kama serikali nawe waelewe vizuri kama wawekezaji mm -hmm. kwa sababu e, usipofanya hivyo unaweza ukajikuta umeingia mkenge, una, una dili na, na mwekezaji ambaye pengine huo e, uwezo hana mm -hmm. kwa hiyo kwa sababu hiyo kunakuwa na, na, na, na ulazima wa kufanya eh, sessions za mara kwa mara mm. Na, na, na, na wadau tunakutana na wanahabari. Wanahabari, tunakutana nao mara kwa mara mm. Tunazungumza nao ikiwemo e, jukwaa la, la wahariri mm. Tunazungumza nao, tunakutana na mabalozi, ni wadau wa maendeleo, tunazungumza nao, tunakutana na wawekezaji uh, kama, kama, kama ulivyozungumza, tunakutana sasa na wanazuoni nakutana na mamlaka za serikali zenyewe mm. Kwa maana ya mamlaka za serikali sisi ni nisile, serikali lakini mamlaka za serikali nazungumza hawa ambao wanaingia mikataba, kwa sababu mikataba ya ubia haingiwi na kituo cha ubia, inaingiwa na mamlaka zenye miradi husika. Kama ni TANESCO, kama ni halimashauri, kama ni TANROADS, kama ni TARURA, wao ndio wanaingia mikataba hiyo. Sisi kazi yetu kwa kweli ni kuwasaidia hawa mamlaka za serikali mm -hmm. Waweze ku, kwaweze kupata mkataba ulio bora zaidi ah, na kuwasaidia okay. Hawa wawekezaji mm -hmm. waweze pia kupata mkataba ulio bora zaidi mm -hmm. Kwa sababu bila kufanya hivyo e, inaweza ikasababisha mwenendo wa uh, changamoto za, za kiwekezaji ambazo pengine zisingekuwa na ulazima kuwepo kwenye uh, utekelezaji huu wa PPP. Nao, uh, uh, kucha, Ino, se, wa wadau ambao wamekutana nao Jumanne hii kwa maana li kongamano wasomi kutoka pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, inaonekana sehemu kubwa wametaja masuala ya utawala bora na hiyo masuala ya uwazi. Mfano hao wekezaji ambao ndio wako kwenye field kwenye, kwenye, kwenye masuala ya wekezaji ambao mnaingia nao mara kwa mara katika mi, uh, mikataba ama mahusiano na makubaliano ya PPP, wao wanasema maeneo gani muhimu ambao mnatakiwa mfanye kazi zaidi? Kimsingi, eh, kama unavyofahamu na kama ambavyo hata wao wamezungumza pale wanazuoni kwamba e, masuala haya ya ubia ni ya pande mbili, ni ya serikali upande mmoja, ina maslahi yake, lakini upande wa pili ni mwekezaji, ana maslahi yake. Serikali inataka huduma itolewe kwa ubora e, yaani ndio maslahi ya serikali namba moja, lakini pia e, kama kuna e, mgawanyo wa, wa mapato basi serikali kwa maana mamlaka husika ipate kinachostahiki. Mwekezaji naye yeye anataka faida hmm. Kwa hiyo anaangalia ni kwa vipi anaweza kapata faida. Sasa kuna baadhi ya miradi ambayo serikali pengine unakuta inataka kuitekeleza kwa utaratibu wa ubia, lakini mwekezaji akitazama hii mradi haulipi kibiashara. Kwa hiyo, e, kwa sababu anaona haulipi kibiashara lakini serikali na uhitaji, sasa hoja yao inakuwa ni kwamba tupate utaratibu ambao serikali itatuwezesha ili kusudi tuweze kufanya miradi kama hii kwa maana unafuu. Kwa maana unafuu. Sasa hii ilipelekea tufanye marekebisho ya sheria ya kufanya serikali kuiruhusu serikali itoe kitu kinaitwa e, e, viability gap funding VGF. Viability gap funding ni pale ambapo mradi kiuchumi una mantiki lakini kibiashara hauna mantiki. Kiuchumi na mantiki kwa maana kwamba unatatua changamoto pana ya jamii husika mm -hmm. Lakini kibiashara una mantiki kwa maana ya makusanyo yake hayawezi kulipa kiasi ambacho kimewekezwa. Kwa hiyo sasa mabadiliko ya sheria ya mwaka 2023 yalitatua e, e, e, e, tatizo hilo kwa kuleta kitu kinaitwa e, kwa kuruhusu kitu kinaitwa viability gap funding, ikiwa ni kwamba e, serikali inaruhusiwa kuchangia sehemu ya mtaji wa mradi husika ili kusudi huo mradi E, gharama yake ya kiwekezaji ipungue ili e, kusudi gharama ya uwekezaji itakayowekwa pale iweze kutengeneza faida kwa katika muktadha huo. Sasa hiyo ni moja wapo lakini pia e, wawekezaji walikuwa wana changamoto za masuala ya kisheria kwamba e, mwaka 2018 kama unakumbuka e, kulikuwa na mabadiliko ya sheria nyingi kuhusu masuala ya uwekezaji na mabadiliko yale yalipelekea kurekebisha baadhi ya sheria zikiwemo za PPP kwamba ikitokea mgogoro kati ya mwekezaji na serikali mm -hmm. Shauri hilo limalizwe kwa mahakama za ndani au kwa mifumo ya ndani. Kwa hiyo e, hiyo ilikuwa ni hoja kubwa kwa wawekezaji kwamba hatuwezi e, kuwa na imani sana na utaratibu kama huo. Kwa hiyo marekebisho ya 2023 ambayo pia mimi nilikuwa tayari nimeingia Wizara ya Fedha tuliyosimamia tuliondoa hicho kifungu na kuruhusu kwamba ikitokea mgogoro kati ya serikali pamoja na wawekezaji basi iruhusiwe E, kumaliza mgogoro ule kwa taratibu za ndani mm. Lakini ikishindikana, kama upande wote hujaridhika, uruhusiwe kwenda kwenye mabaraza ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara duniani mm. Na hii ni kwa pande zote, kwa sababu kuna wakati serikali taratibu za ndani inashindwa, lakini hairidhiki mm. Inabidi iende kwenye international arbitration, iende kwenye mabaraza hayo ya usuluhishi wa migogoro mm, hiyo ya kibiashara duniani Nasema hii kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba atakayeshindwa hapa ndani ni mwekezaji peke yake, lakini kuna wakati serikali inashindwa na, <laughs> na uzoefu mdogo angalia eh, kwenye angalia kesi ya nyingi hata za kibiashara yeah, ambazo serikali inashtakiana na kampuni binafsi, mara nyingi serikali ndio inapoteza na mahakama anaweza kwake. Hiki ni kielezo cha kwamba atakayepoteza hapa ndani sio tu huyo mwekezaji bali hata serikali inaweza kupoteza. na kuna kesi ambazo huko duniani zipata kufunguliwa na serikali ikashinda ika na zingine ikashindwa. Kwa hii ni moja ya eneo ambalo tumebatimbayada umetuisha kafulira najua na maelezo mengi mm. Nikupe sekunde 30 kutoka kamishna mpaka mkurugenzi, unaiona wapi PPP? Ninaiona PPP ikifika mbali zaidi kwa sababu sasa e, mkurugenzi maanake mkurugenzi wa kituo kituo, maana yake kina mamlaka e, kamili ya, ku, ya kuweza kupushi hii ajenda kwenda mbele na katika hilo sasa, naiona PPP ikitoa mchango mkubwa mm. kwenye sekta hizi kubwa kama sekta za ujenzi, sekta za, za, za nishati mm. kwenye ujenzi, tafiti zinaonyesha kwamba miundombinu eh, tulionayo ya, ya, ya, ya, ya ujenzi kwa maana ya reli barabara, bandari eh, na mpaka majengo eh, real estate inatosha ma, ina, ina, utafiti unaonyesha kwamba miundombinu hii tulionayo inatosha asilimia 30 ya mahitaji ya mwaka kati ya sasa na, na tunapashwa kujenga miundombinu hii zaidi ya maratatu miundombinu ambayo ilijengwa kwa zaidi ya miaka h paka 1 iliyopita. Hii haiwezi kufanywa kwa utaratibu wa kodi ya mikopo peke yake, na hiyo sasa, naiona kwamba tunavyoweka nguvu zaidi kwenye kuwa na miundo ya kama kituo kwa ajili ya kuchampion hiyo ajenda naiona ikija ku address changamoto kwa... kama hiyo tunaiona kwa mfano e, uhitaji wa sekta ya umeme. Kwa mfano tumefanya vizuri kwenye uzalishaji wa umeme, lakini, lakini tumefanya vizuri pia kwenye kusogeza umeme kwa maana ya transmission, katika miaka mitatu zimejengwa takriban kilometa 2000 kati ya 8000 lakini zote hizi zimejengwa kutumia kodi na mikopo. Sasa tunapozungumza kwenda mbele <laughs> tuwazungumza kuengage sekta binafsi katika eneo hili ili kusudi tuweze kufanya kwa ukubwa zaidi, hasa ukizingatia kwamba mm tuna dira inayotutaka tujenge uchumi mara mbili na nusu ya uchumi wa Afrika Kusini ya leo katika robo karne ijayo. Kafula, ni kushukuru sana kwa maelezo yako na kwa muda wako, asante sana. David Kafula ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia wa, wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa maana ya PPPC. Rejea yetu ilikuwa ni kongamano ambalo wamelifanya wakishirikisha wasomi na wadau mbalimbali. Mimi ni Raymond Mwihula, endelea kuitazama UTV.